Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kesi e, mbili ambazo zinamkabili mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu zilitajwa zili hapa mahakamani. E, mtuhumiwa au mshtakiwa Tundu Antipas Lissu hakuja mahakamani kwa sababu mahakama ilikuwa imetoa amri jana usiku kwamba kesi hizi zitaendelea kwa itaende, njia ya, ya mtandao na hiyo ni taarifa ambayo mawakili tumeipata saa tatu kasoro dakika saba usiku. E, mara ya kwanza tulikuwa tunaamini kwamba kesi itasikilizwa kama ambavyo ilikuwa imeamliwa mnamo tarehe kumi ya mwezi wa nne ishirini ishiri na tano kwamba zingetajwa leo na pengine na maelekezo zaidi. Ile kesi ya, ya, ya kuchapisha habari za, za uongo ilikuwa ni kwamba leo ndio ifanye usikilizaji wa, wa awali na baada ya hapo kuweza kupata amri nyingine kuweza kujua nini kitaendelea kwa sababu upande wa mashtaka ulikuwa uliambia mahakama kwamba upelelezi umekamilika. Ile kesi ya tuma juu ya uhaini ya, ya hiyo, tulikuwa tumeambiwa kwamba upelelezi haujakamilika, na leo ilikuwa ni siku ya kuweza kutajwa kwa kesi. Lakini sasa ambacho kimejitokeza, mteja wetu Tundu Antiphas Lissu alivyoambiwa kwamba kesi itasikilizwa kwa njia ya mtandao naye akiwa anafahamu haki zake kabisa za kikatiba na za kisheria kwamba ana haki ya kushiriki katika mwenendo mzima wa kesi, na kesi ilikuwa, amri ilikuwa imetoka kwamba tungeweza kusikilizwa kwa njia yeye ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kuwepo mahakamani, basi yeye akuwepo mahakamani, na alikataa kule magereza Ukonga kushiriki katika mwenendo mzima wa, wa kesi kama njia mojawapo ya kuweza kutuma ujumbe kwamba kama kwa kuwa makosa ambayo ameshtakiwa nayo ni ya kijinai na ni makubwa yeye kama kiongozi wa chama cha, cha kisiasa kikubwa hapa nchini, basi alikuwa na haki ya kushiriki moja kwa moja. Sasa sisi upande wa wakili wa utetezi tuli, tulijibu hoja ya, ya, za mawakili wa serikali, ambao wao walikuwa wameomba kwamba kutokana na, na, na mshtakio mshtakiwa kutokwepo katika ule ukumbi, katika ukumbi wa mahakama wa, wa, wa, wa gerezani Ukonga, kwamba kesi hizo ziahirishwe. Tulikuwa na mapingamizi ambayo tulia, tulia, na, na, na, na, na maombi ambayo tuliaomba kwamba tuliomba tuli, tulia mahakama kwanza chini ya hakimu eh, muhini kwamba eh, amri zitolewe kwamba mteja wetu a aje mahakamani, wale ambao wamemshikilia wame kule ndani, wao wanamleta mahakamani na kwamba alinyimwa haki ya kuweza kuonana na mawakili wake, kwa sababu ma, mawakili tumekwenda kule juzi ena, na jana hatukuweza kumwona, ilipokuwa ni mwenzetu tu mmoja ambaye alifanikiwa kumwona juzi kwa muda mfupi lakini, kwa kuzungumza naye kwa njia ya, ya simu na kwenye kioo, kwamba kiasi kwamba ile haki yake ule usiri kati ya wakili na, na mteja wake ilikuwa haipo kabisa. Kwa maana hiyo, kile kilichofanyika ambacho e, wakili aliyemuona siku ya juzi alikifanya hakikuwa kwa kweli kama ni mazungumzo kati ya wakili na, na mteja wake. Katika kesi ya kwanza Upande wa serikali ulisema kwamba unahitaji unahitaji muda kuweza kuwasiliana na watu wa magereza ili waweze kujibu hizo hoja, kwa hiyo kesi hiyo imeahirishwa hadi Jumatatu tarehe 28 ishirini na nane ya mwezi wa nne saa tatu asubuhi ili upande wa jamhuri uweze kujibu eh, madai ma, ma, ma, ma, ma, yetu au maelezo yetu hoja zetu zile. Na kesi ya pili ya uhaini baadaye ilikuja ilikuwa chini ya hakimu mfawidhi eh, eh, Kiswaga ambaye hoja kama zile zile zilijitokeza. E, tupani, lakini upande wa serikali safari hii wakaweza kujibu hizo hoja kwamba, na sisi tulionyesha kwamba namna gani ambavyo haki za mteja wetu za kikatiba na za kisheria na pamoja na za kikanuni na za zile maazimio ma, au maagano mbalimbali ya kimataifa ambayo Tanzania ni mwanachama wake ambayo inalinda haki za binadamu na watu, jinsi ambavyo zimekiukwa zime, sasa tukawa na kufanya hizo hoja kwa muda mrefu, na baadaye upande wa serikali wakajibu, na sisi tukafanya ma, ma, ma, ma, ma, ma, mabezo ya, ya mwisho, na mwisho wa siku ikawa ni kwamba hakimu ametoa uamuzi wa wake kwa na kwamba amekataa hoja za upande wa, wa, wa, wa utetezi, na ameamuru kwamba mahakama ina haki ya kuweza kuendelea na kuendesha shauri kwa misingi ya, ya kusikiliza kimtandao bila mteja wetu kuletwa mahakamani. E, lakini sasa sisi tume, hiyo ndio amri ambayo tulionayo hivi sasa. Kwa hiyo jukumu letu upande wa mwakili wa utetezi kwenda ukaa chini na kutafakari kitu gani cha kufanya ili kuweza kulinda haki za mteja wetu. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo. Kama mlivyoweza kuona ni kwamba kutokana na sisi kesi hii kuendeshwa kimtandao hata e, nyie waandishi wa habari amkuweza kushiriki na vile vile watu wengi hawakuweza kushiriki, lakini jaji amesema ile njia, hakimu amesema njia ya mtandao inawafanya watu wengi zaidi kuweza kuata kushiriki. Sasa sijajua tutabidi, swala ni kwamba hiyo ni hukumu ambayo umma inatakiwa iweze kutoa juu ya maamuzi hayo ya mahakama ma, ma, ma. Kwa hiyo hapo ndipo, ndipo tulipo lakini tunafahamu watu wengi sana ambao wa, ni wapenzi wa, wa, wa, wa, wa ndugu na jamaa wa Lissu pamoja na, na, na wa viongozi wenzake wa Chadema walitaka kujishirika katika kesi hii wakashindwa, na tumepata habari kwamba wengine wamepigwa na kuna habari ambazo hatujathibitisha kwamba kuna mwingine ameuawa. Sasa ili kwa wa saa... kwa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.